Ni kuna taarifa ambayo inamhusu bwana huyu, jamani. Ni mtayarishaji lakini pia ni msanii e, maarufu wa filamu ambaye anafahamika kwa jina la Tyler Perry ameweza e, ameweza kumshtaki e, kwa dola milioni mia mbili na sitini e, na mwigizaji ambaye anafahamika kwa jina la Derek Dixon ambaye pia alion, alionekana kwenye tamthilia zake e, kama e, Ruthless na The, The Oval kesi hiyo pia iliweza kuwasilishwa Juni 13 mwaka 2020 mwaka 2025 kwenye mahakama kuu ya California ambapo Dixon pia anadai Tyler Perry alitumia ushawishi wake kuweza kumnyanyasa kingono na kimwili. Sasa mshikaji ameamua kwenda kumshtaki huyu Dixon kutokana na kile ambacho kinasadiki kwamba anaweza kumnyanyasa masuala mazima ya kingono na kimwili. Unajua hizi kesi kwa Marekani sasa kama kwa sasa hivi zimekuwa kama E, ni kitu cha kawaida sasa, unaona, tunaona hata Puff Daddy pia kwa sasa hivi pia na yeye e, yuko gerezani kwa kesi hii hii ya masuala mazima ya unyanyasaji wa kingono. Sasa na watu wanashangaa pia, mbona washikaji wote ni wanaume alafu namna gani tena kuweza kunyanyasa sana kingono? E, inakuwa ni noma, ni noma sana, na samshikaji ameweza kumshtaki kwa dola milioni 260 katika mahakama ambayo inapatikana huko, e, California. Sasa kwa mujibu wa madai hayo, e, Dixon alikutana na na Perry pia mwaka na 19 e, naye baadaye pia alianza kupokea jumbe za kingono kutoka kwake. Anadai alishambuliwa kimwili Januari 2020 e, nyumbani kwa Perry, na baada ya e, kuweza kupuuza e, mawasiliano ya Perry, alipewa nafasi ya kuigiza e, kwenye The Oval kama njia ya kuficha eh, tukio hilo, mshikaji. Mara baada ya kuweza kufanyiwa tukio hilo akaweza na kuweka kwenye movie yangu bwana, na wewe sawa, wewe vitu kama hivyo, so ili uweze kutulia, ili vitu vingine visiendelee kwenda viral, viral zaidi. Sasa Dixon eh, yeye anasema kwamba aliacha kazi kwenye msimu wa mwisho wa The Oval, ili kujilinda eh, dhidi ya unyanyasaji zaidi, na sasa anadai kupata madhara ya kiafya na kisaikolojia na tukicho ambacho kimeweza kumfanya mpaka aweze kupeleka kesi hiyo huko Mahakama Kuu

amedai kuwa akitaka shilingi eh, milioni eh, mia mbili na sitini hizo ni dola, sio pesa ya Kitanzania. Hiyo ni dola hizo ambazo pia mchikaji anatakiwa kulipa. Sasa wakili wa Perry pia anafahamika kwa jina la Meth Bu amekana madai hayo, akisema kwamba hii ni njama ya kumtapeli mteja wa wake taira. E, hata kubali kutishwa na kutuamini e, madai ya hayo ya, ya uongo ambao pia akihusishwa masuala mazima ya kingono yataweza kushindwa ya mahakamani. Sasa e, wakili wake bwana Perry Perry pia ambaye anafahamika kwa jina la Meth Boo ameweza kumtetea e, mteja wake kwamba Tyler Perry pia hahusiki na, na, na kesi hiyo, labda tu huyo mshikaji ameamua kutumia jina la Tyler Perry ili tuweze kupata umaarufu au kuweza kupata pesa. Lakini pia ikumbukwe kwamba Dixon mwenyewe alikiri kwamba ameweza kufanyiwa tukio hilo mwaka 2020 nyumbani kwake kwa Perry, yani nyumbani kwa e, mtayarishaji huyo, na ndio tukio hilo ambapo liliweza kutokea. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na matukio kama haya ambayo yanakuwa yanaendelea kutokea, kutokea katika nchi za wenzetu huko masuala mazima ya kunyanyasana kingono, wanaume kwa wanaume ni kitu ambacho hakijakaa sawa kwa namna moja ama nyingine. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu, lakini pia kulike, utakometisha kinomanoma chao.